Huko nyuma mtu akizidiwa mnabeba mnabeba, Yesu yuko, ninaona miti mikubwa, Yesu anasema masieto, masieto, masieto, zile nafsi zilizoketishwa kwenye masieto, kwenye masieto, masieto ya kijiji, masieto ya familia. Yesu ameingia, anafieka huo msito, toka kwenye hayo masieto, nafsi zinatoka zinatoka kwenye yale masieto zinatoka, mirwana bibi ameshikilia nafsi za watoto, Yesu amefika ananyang'anya hizo nafsi, nafsi yakoaraishika bibi, wanaiachia wanaiachia wanaiachia, nafsi inatoka zinatoka zinatoka zinatoka, zinatoka. eteiku

Toka uko nakuogerea, unaotaga ndoto unaogerea, unaogerea, Yesu anaitoa nafsi yako siwani. Toka huko siwani, toka uko siwani. Unaota uko uchi, Yesu anaitoa nafsi yako, haitakuwa uchi tena. Unaotaga huko uchi, unaota uko uchi, Yesu anakufika nguo, haitakuwa uchi tena. Rimose keremosa rikoromose keremosa rikoromosa karamashana ria masaka. Ninaona unasini njia panda, unasini njia panda, unashangaa watu hawanioni, awot hawanioni. Nafsi iliyofungwa kwa zinaa naifungua sasa, naifungua sasa, naifungua sasa. Haka, kwenye hiyo sinaa nafsi inaondolewa kwenye sinaa kwenye sinaa inaondolewa kwenye sinaa inaondolewa kwenye sinaa ina Yesu, sina wanatoka wengi. Ninaona tu wasichana wanakimbia wanakimbia, hawa chini nini kinawakimbisa? ni Yesu amewafuata kuwatoa, ni Yesu amewafuata kuwatoa. Ninaona nafsi zimefungiwa kwenye chungo. Yesu anasema pasua chungo, pasua chungo, pasua chungo, pasua chungo, na pasua hicho chungo, na pasua hicho chungo kikubwa na kipasua. Msaidieni, msaidieni ni huyo, na pasua hicho chungo, na pasua hicho chungo, wabebeni mbele haraka, na pasua hicho chungo, na pasua hicho chungo, na pasua hicho chungo. Nafsi natoka, nafsi natoka Msiwarusi watu kutoka, rinda marango, rinda marango, msiwaruhusu watu kutoka. Ninaona nyoka amezingira nafsi, amefunga, ni nyoka mkubwa amewafunga watu. Yesu anasema, nyoka achie nafsi, nyoka achie nafsi. Ninasogea na damu ya Yesu. Neno la Mungu linasema, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na nyoka na kuamuru sasa: achia nafsi zao za hiyo familia! Nyoka, achia nafsi za hizo familia! Achia nafsi za hizo familia! Achia nafsi za hizo familia! Nyoka, achia hizo nafsi! Nyoka, achia nafsi! Nyoka, achia nafsi! Nyoka, achia nafsi! Nyoka, achia nafsi Rimba marango, nimesema hatu, tutagombana. Nimesema rimba marango. Rimos Rimos, Rimos. Inua mikono yako juu, naona nafsi imevikwa pete, pete, nimeona tu pete, imevikwa imevikwa pete, inua tu mikono yako juu. Rimos Rimos, Rikan, Rimos, toka kwake.

imefikwa pete, imefikwa pete. Nasikia tu hiyo ni pete ya familia. Ifua hiyo pete, msaidieni wao. Msana hapo rikoromose kerema saka rikoromosaka. Yesu anasema tu fua hiyo pete, fua hiyo pete. Nafsi ilifikwa pete, nafsi ilifikwa pete. Inua tu mikono yako juu malaika wanapita. Nafsi iliyofungwa kwa pete, nafsi iliyofungwa kwa pete, nafsi iliyofungwa kwa pete, leo inaachiliwa hiyo nafsi, inaachiliwa hiyo nafsi, inaachiliwa hiyo nafsi, inaachiliwa ilifungwa ina ina kwa pete nyeusi, pete nyeusi kwenye kidole, na uliota na ndoto ukashangaa umevaa pete, ukawa najiuliza hii pete nani aliyerifika? Yesu anafua hiyo pete sai

naita msaada wako. Inua hiyo sadaka yako sasa kwa Yesu, sema Yesu, hii ni sadaka ya mimi kufuka zile nafsi za ndugu zangu, zile nafsi za watoto wangu, zile nafsi tuliozaliwa tumbo moja, leo zinatolewa kwenye hiyo madhabahu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, naijulikane leo, naijulikane leo, naijulikane leo, naijulikane leo kwamba ninafuka kwamba ninasogea, kwamba ninafuka, ninafuka, ninafuka, ninafuka, ninafuka, ninafuka, ninafuka. ninafuka. ninafuka, kwa jina la Yesu. Inua sadaka yako niiombee sasa. Mungu, asante kwa ajili ya uvumilivu wa watoto wako mpaka sasa. Ni saa mbili, lakini mewatunza watoto wako wengi namna hii kwenye madhabahu hii. Yesu, ninaomba pokea sadaka ya watumishi wako. Wanaporudi nyumbani, wanaporudi nyumbani, wawe huru sasa kila kilichokuwa kimekufa kiachiliwe sasa, ile miungu iwe imeanguka, kama vile Dagoni alivyoanguka, kama vile Dagoni alivyoanguka. ni anguka na miungu ya kwao, ikaanguke na miungu ya kwao, ikakate viliwiliwili, ikakate na vitanga vya mkono na vitanga vya miguu vikakatike. E Bwana, watumishi wako wakaanze kukutumikia upya, wasiote ndoto mbaya, waote ndoto za utumishi Notesa ibada notesa kuoshipu kwa jina la Yesu Kristo, pokea sadaka zao, bariki na funga yao waliofunga siku ya leo, bariki na funga yao waliosimama nayo siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila mwenye pumzi aseme amen, amen. Sema Bwana Yesu, asante kunisaidia kufunga. Nileteni uji sasa, uji uji Sema asante Yesu kunisaidia kufunga leo. Ni siku ya kwanza, bado nina safari ndefu ya kufunga tena. Nisaidie kesho nisichoke kufunga, maana ni mwanzo wa mwaka wangu, lakini ni mwanzo wa siku zangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pelekeni kule, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, pelekeni, kwa jina la Yesu. Yesu, ni mwanzo wa funga yangu. Asante kwa siku ya kwanza ulioniruhusu kufunga, kwa jina la Yesu. Naomba tuketi kidogo, ili tutoe sadaka kwa kwa utaratibu. Jana niliona kumekuwa na changamoto kidogo, nileteni nireteni uji niombe, wapelekeni kule watumishi. Bwana asifiwe. Aya maombi tutaendelea nayo kesho asubuhi. Sahizi muda umeenda saa kumi na mbili kamili ya asubuhi. Umefunga eh? Soma Zaburi ukifika okay, nyumbani soma Zaburi ya mia moja thelathini ndio fungue. Saa kumi na mbili kabla ya asubuhi, hakikisha unamka, tunaendelea na haya maombi asubuhi Atulari. Sema amen. Waliokuwepo leo asubuhi wanaelewa shughuli yake, lakini kumbuka kufunga, kumbuka kufunga kumbuka kufunga. Nimesemaje? Mbona umeitikia? Mtaki kufunga? Nimesemaje? Kumbuka kufanya nini? Tunapofunga ndo naona uponyaji huu. Sema amen. Ni niombe sasa, uji kwa wapi? Leta, niombe mara moja. Hey, kesho Inabidi ni pambane na nyinyi. Mbona kila kitu kinaenda taratibu? <laughs> Wanasifiwe utafungua, halafu baadaye utaenda nyumbani. Ameni, karibu, utoe sadaka. Yule wa kugawa uji yuko wapi sasa? Boni, nakupa kazi ya kugawa uji. Gawa uji, maana naona wapenda wako taratibu Ukitoa sadaka unachukua uji hapa. Gaweni makundi mawili, mmoja anagawa kitafuna, mwingine uji. Mungu akubariki, tuonane kesho, toa sadaka. Tunafungulia hapa hapa kanisani, nimekwisha kuombea. Baba, ninaomba kila atakayefungua asiweko wakuumwa, asiweko wakuumwa katika jina la Yesu.